Au sifa za mwanachama balozi, loyal member, wengi mmezielezea na wote mmezielezea kwa usahihi. Mwanachama balozi anapaswa kutoa ushauri, anapaswa kupeleka taarifa sahihi na taarifa chanya kwa viongozi, lakini mwanachama balozi ni yule mwanachama ambaye amekuwa anatumia huduma za chama kikamilifu. Huwezi kuwa mwanachama balozi, chama kinatoa mkopo wewe unakwenda kukopa taasisi nyingine. Hapo wewe huwezi kuwa mwanachama balozi. Tuna huduma, tuna mikopo ya chap chap kwenye simu. Wewe unakwenda kuchukua advance salary kwenye benki yako ambayo unapitisha mshahara. Sio sahihi. Mwanachama balozi ni yule ambaye anatumia huduma za chama, lakini yuko tayari kupeleka taarifa sahihi tari kwa viongozi. Anashiriki shughuli za chama, kuhamasisha wanachama wapya, lakini pia ni kutetea taswira ya chama. Anapoona taswira ya chama inakwenda ndivyo sivyo, anapaswa kutetea kwa kuzungumza yale ambayo kama balozi anafahamu kwamba chama chetu kina ABC na hiki ambacho kinakwenda sasa kuzungumzwa kinakwenda kuharibu taswira ya chama, ambayo siyo sahihi. Kwa hiyo mwanachama wa balozi anapaswa kusimama na kueleza kwamba nini taswira ya chama. Huyo ndio mwanachama balozi. Balozi au loyal member. Ana michango katika maeneo tofauti. Ana michango katika eneo la kifedha, kijamii, kimkakati na kimasoko. Eneo la kifedha ana mchango kwa kuwa anaongeza mzunguko wa fedha kwenye chama kwa sababu yeye ni mtumiaji namba moja wa huduma za chama. Kila huduma ya chama ambayo inatolewa, kama chama kina huduma ya bima, tunatoa huduma mikopo, amana, wekeza, bando na vitu vingine, member anakuwa ni namba moja kwenye kutumia hizo huduma. Kwa hiyo kwenye, kwenye eneo la kifedha amekuwa akiongeza mapato na akiongeza mzunguko wa fedha kwenye chama, lakini kuna eneo la kijamii huyu mtu amekuwa akijenga imani kwa wanajamii kuweza kupata imani ya kukitumia chama ambacho yeye ni mwanachama, kwa sababu amekuwa akienda kukizungumzia chama vizuri, akielezea yale mazuri yanayopatikana kwenye chama, na hivyo anajenga imani kwa jamii ambayo haijafikiwa na hizo taarifa za chama chetu. Kwa hiyo mtu anapata imani kwa kumsikia loyo memba anavyokielezea chama chake mazuri yake hivyo anaweza kumshawishi mtu mwingine ambaye sio mwanachama kujiunga kwenye chama chetu. Lakini kuna eneo la kimkakati. Kwenye mikakati, huyu mtu anatusaidia nini? Amekuwa ni mbunifu, amependa kushauri viongozi nini cha kufanya, mikakati ipi tuweke kwa ajili ya kufanya chama chetu kisogee, hapa kutoka hapa tulipo kwenda eneo jingine. Lakini kuna eneo la kimasoko, ni balozi anayetangaza huduma. Ni mtu ambaye akikaa hawezi kukaa bila kuzungumzia huduma za Bandarini SACCOS. Jamani, tuna mikopo ya viwanja, tuna mikopo ya biashara, tuna mikopo ya maendeleo, tuna mikopo ya dharura, tuna huduma za bima. Ni hivyo mtu ambaye anapenda kuzungumzia huduma za chama chake. Kwa hiyo unapozungumza huduma za chama ni tayari unatengeneza soko, kwa sababu katika watu wanne, watano wanaozungumza nao kuna mmoja anaweza akavutiwa akapendezwa na kile ambacho mnakifanya, kwa hiyo tayari unakuwa umetangaza chama na umetusaidia kupata wanachama. Wajibu katika safari ya mwanachama Balozi hii tunazungumzia sasa, chama kama chama kina wajibu gani katika kumfanya huyu mwanachama kuwa loyal member? Kwa sababu loyal member pia chama kina mchango mkubwa sana katika kutengeneza huyo loyal member. Hawezi kujitengeneza yeye peke yake, bila ya chama kumwekea mazingira yeye kutoka kwenye unsatisfied mpaka kwenda kwenye loyal member. Tunapaswa kusikiliza wanachama, changamoto zao ni nini, na kuzitatua kwa wakati. Changamoto kwenye hivi vyama vya akiba na mikopo hazikosekani. Ushirika wa akiba na mikopo, tuna changamoto mbalimbali ndio maana hata wakati wa kila tunapofanya mikutano yetu mikuu kwenye budget, kunakuwa na yale matengo manne. Yale matengo ni kwamba tuna anticipate kwamba kwenye baadhi ya maeneo kunaweza kukatokea changamoto ambazo tukaweza kuzitatua kwa namna gani. Naomba niataje tu kwa faida, tunakuwa na matengo manne. Tuna tengo la kukombolea akiba za lazima, tengo la kukombolea hisa, lakini tuna tengo kwa ajili ya elimu, tengo la kukombolea mikopo mibaya. Hayo ni manne. Naomba nimalizie kwenye eneo la elimu na huduma bora kwa dakika mbili. Kwenye huduma bora, tumekuwa tukifanya vitu vingi sana, kama viongozi, kama chama, kuhakikisha tunatoa huduma bora. Tuna kitu huwa tunakifanya kinaitwa Customer Effort Score CES, kuona namna gani tuna mwanachama wetu anatupia nguvu kupata huduma lakini tumekuwa tukifanya members satisfaction survey kuona huduma tunazotoa zinamridhishaje mwanachama? Anaridhika kwa kiwango gani? Lakini kuna zile principles za kumlinda mwanachama mlaji. Hii yote ni katika kuhakikisha tunatoa huduma bora. Naomba tuandike hizi tano ambazo zimekuwa ni za msingi sana katika kuhakikisha unamlinda mwanachama ambaye ndiye mlaji katika kuhakikisha tunatoa huduma bora. Namba moja. Transparency. Kuwa na uwazi kwenye huduma. Namba mbili. Namba mbili. Ease of access to services. Urahisi wa mwanachama kupata huduma. Ease of access to services. Namba tatu. Namba tatu. Rates and charges to be disclosed in a conspicuous place. Rates and charges to be disclosed in a conspicuous place. Tunatamani charges zetu, vile ambavyo unakatwa, kama ni kuna bima, kuna ada ya mikopo, riba na vitu vingine, mwanachama huo unavifahamu ukienda kwenye chama chako, sio unakwenda kukopa, hujui hata riba ni kiasi gani, ada ya mkopo ni kiasi gani bima ya mkopo ni kiasi gani? Yeah. Kwa hiyo tunatamani vile vitu vifahamike na viwe wazi na wanachama wawezi kuvijua, lakini ya mwisho ni ni responsible pricing. Responsible pricing ni namba nne. Ya tano ni privacy of member data. Responsible pricing na maanisha kuweka viwango sahihi kwa wanachama kwenye kila eneo kwenye hizo charges, ndio maana tumefikiria kushusha riba mpaka asilimia kumi. Hii yote ni katika kutafuta unafuu wa kuweka viwango sahihi kwa ajili ya wanachama wetu. Lakini privacy of member data ni ile hali ya wewe kwenda kukopa ni siri yako wewe na afisa mikopo. Sio mtu anaomba mkopo leo hata hajapata kesho mtu anamwambia nimesikia umeomba mkopo wa milioni mbili. Huo sio utaratibu, sio uendeshaji wa vyama vyetu. Tunapaswa kulinda siri za mwanachama lakini siri za chama